Wakazi zaidi ya mia tatu wa Mikocheni kaunti ya Taita Taveta waliofurushwa kutoka ardhi ya ekari elfu moja wameelezea changamoto wanazopitia huku watoto na wazee wakiendelea kuathirika kutokana na baridi kali wakati wa usiku. Wakazi hao wanawataka viongozi wa kaunti hiyo kutafuta suluhu ya kudumu kuhusu matatizo ya ardhi, kwani watu wenye ushawishi mkubwa serikalini wanaendelea kuwanyanyasa wanyonge. Aidha, wanasema hekari mbili za ardhi mbadala walizopewa na serikali zinamilikiwa na watu wengine na hivyo ni vigumu kuhamia sehemu hiyo. Na hizo hekari mbili ambazo tumepewa ambazo sisi hatujahamia huko hazina title deed, ndio maana hata sisi tumekataa kuhamia huko kujenga nyumba, kwa sababu hakuna title deed ambayo tumeishika kwa mko, kwa mkono na hatuna uhakika na hizo title deed kwa sababu zilikuja hizo title deed, majina hayako sawa, zimeandikwa vibaya, zingine zimeandikwa namba za simu, sio kitambulisho, zikarudishwa. Sasa hatujakabidhiwa mpaka sasa, hii ndio maana tukakataa sisi kujenga hapo. Na zingine mahali watu wamewekwa sahii wajenge, ni kwenye ploti za watu wako na title deed zao, ingawaje hawajakabidhiwa. Huwa nafanya vibarua ndo nijenge nyumba, nilichukua mikopo ya wenyewe kujengea nyumba. Leo hii ni mimi ninapewa laki. Hiyo laki itanisaidia na nini? Sasa hivi ninaishi kwa hema. Watoto wanaenda shuleni. Mahali tulipelekwa kule nikienda kule watoto wangu wanasomea Orukungu. Hawezi kutoka kule kwa sababu ya ndovu kwenda paka Orukungu kwenda kusomea. Inabidi nikae na watoto na hiyo baridi yote hapa kwa hii hema. Watoto wakae hapa wakitoka wakielekea shuleni. Kitendo kilichofanyika saa nane ya usiku kubomolea wale kinanyanya watoto hakikuwa sawa. Na nina imani kwamba kesi kokotini inaendelea, na kulikuwa na court order, so mimi narudi katika hali kwamba kitendo hakikufanyika kwa njia ya utu na wanadamu na kufuata sheria. Watu zaidi ya 40 wakiwemo machifu viongo.